Majeshi majeshi kwa majina, naitwa Askofu Baraka Thomas Tege, mkuu wa utawala na fedha wa kanisa la Grove Christ Tanzania church ufufuo na Uzima. Uh, ninapenda kuwataarifu washirika wa kanisa letu na umma kwa ujumla uh, kuhusu hali ya kanisa letu ambalo lilivamiwa na jeshi la polisi usiku tarehe mbili mwezi wa sita mwaka 2025 majira ya sa saa tano usiku. Uh, tangu wakati huo mpaka leo majengo ya makanisa yetu yote nchi nzima pamoja na mali ambazo ziko ndani yake limekuwa chini ya ulinzi na usimamizi wa jeshi la polisi. Mtakumbuka kuwa jeshi la polisi lilivamia ghafla kanisa letu la makao makuu ambalo liko Ubungo, wakati ibada ya maombi ilikuwa inaendelea. Taarifa muhimu ni kwamba hakukuwa na makabiliano rasmi kati ya uongozi wa kanisa na jeshi la polisi. Wakati wa tukio hilo watu wote wakiwemo na walinzi wetu wa kanisa waliamriwa kuondoka maeneo ya kanisani polisi walipotupamia. Tunapenda kufanua kuwa mali zote za kanisa ambazo ziko ndani ya majengo yetu, kama vile vyombo vya muziki, yani PA system, vifaa vya ofisini kama kompyuta, fedha za sadaka ambazo zilikuwa zimepelekwa benki vifaa vya media, mashine za machapisho na mali nyinginezo zote sasa viko chini ya usimamizi wa polisi. Polisi walivunja kufuli zetu za mlangoni na kuweka kufuli zao, kwa hiyo huingia na kutoka katika maeneo ya kumi za ibada, ofisi zote na maeneo yote ya majengo ya kanisa bila kikomo. Kwa kuwa walinzi wetu waliondolewa, tunabainisha kuwa jeshi la polisi linawajibika moja kwa moja kwa usalama, uharibifu na upotevu wowote wa mali zetu za kanisa, kipindi chote ambacho majengo yetu yako chini yao. Tutaendelea kuwapatia taarifa nyingine kupitia mfumo wetu rasmi ya taarifa, kama ambavyo tulikuwa tukifanya. Mungu awabariki sana, asanteni na unapoongea kitu madhabahu lazima ni mahali ambapo watu wanakusanyika, ni kusanyiko. Msiache kukusanyika pamoja, kama ilivyo desturi ya wengine. Kuna tofauti ya kuabudu na maombi. Unawezi ukaomba maombi, unawezi ukaomba maombi majumbani, lakini uwezi ukafanya ibada nyumbani. Nyumbani unafanya, ma, unafanya maombi kinachofanyika hapa ni, ni mfano, mtu anapokuwa na kuku wako, kama kuku ametaga mayai yake mahali, ukitoa mayai baadaye akatenda kwa tamaa, yeye hata kama haipo. Ndio maana kusanyiko yote hili, maana yake sisi tunachotaka ni haki ya kuabudu, na sisi tumemzoa baba yetu Yesu, hatuna baba mwingine dunia hii ambaye atatuhudumia kwenye maisha yetu ya kiroho, ndio kuwa na madhabahu yetu, na ndio kuongea kwa habari ya madhabahu wano...